hiyo ndio siku ambayo haitakani mtu impiti sawa. fafihi thawabun adhim, ndani yake kuna thawabu kubwa eh? kama sayati qariban, kama itavokuja karibu. wa fi siyami almutlaq, na katika kule kufunga tu moja kwa moja, yani kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi nane, kufungwa kwake unaingia katika yale matendo yaliokuwa bora, umeelewa? Kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi nane, si watu wanafunga kufunga kwake kunaingia katika yale masiku, yani katika zile amali bora, ma min ayami alamalu salih. Kwa hiyo katika amalu salih inaingia nini? Funga. Lakini zile karatasi na vipeperushi vinavyotaja kila siku moja na fadhila zake, atakayefunga mwezi mosi sawa na ibada ya Nabii Nuh, atakayefunga mwezi pili sawa sijui ameenda Maka mara kumi, hizo ni za uongo, hazina ukweli zichane, hazina faida. We ukiona meseji sijui asiyemtumia mwenzake sijui atapata marazi. We tu usimtumie mtu na wala huumu na, kama kuna peperushi we vichane. Mshaziona zile karatasi kwa zamani, wanasema sijui anayesimamia kaburi la mtume, imamu wa wapi, anasema sijui karatasi hizo zitoe kwa watu kumi. Usipozitoa kwa watu kumi unafanyaje? Unakufa. Mpaka leo tuko hai, hadi ni uongo. Tukiona meseji za namna hizo, ujue ni uongo au zilemesha juu naambiwa kuna mtoto kwa daraja bovu kasungumza ka wakati amezaliwa. Au kuna nywele ziko tomondo kwa za mtume tomondo, onatakisema arabuni, qala <laughs> wafi siyamil lmutlaq na katika kule